Karibu msikilizaji kwa makala mengine ya siha njema. Jina langu ni Carol Corir. Kwa kawaida, unapotajiwa neno veterinari, mara moja mawazo yako yanakwenda kwenye mifugo kama ng'ombe, mbwa, farasi au kondoo. Usichojua basi ni kwamba taaluma ya veterinari ina umuhimu kubwa kama tu taaluma ya udaktari wa binadamu. Katika makala haya wiki hii tunaangazia mchango wa taaluma ya veterinari katika afya kwa wote, wakati huu dunia ikiwa imeadhimisha siku ya kimataifa ya veterinari inayoadhimishwa kila Jumamosi ya mwisho wa Aprili, mwaka huu ikiwa ni tarehe 26. Kutusaidia kuchanganua suala hili nimeungana na mtaalamu wa wanyama kutoka Dodoma, Tanzania. Mimi naitwa Daktari Daniel Mdetere, ni daktari wa wanyama hapa nchini Tanzania. Saurimu. Kama ulivyosema kwenye kuelekea siku ya kilele cha taaluma ya vetenari hapa duniani ni kwamba tunaoma tunaona taaluma hii ya vetenari ni taaluma muhimu sana hapa duniani kwa ustawi wa watu, lakini pia kwa maendeleo ya kiuchumi ya, ya dunia. Na katika kuelekea kuadhimisha kilele hicho tutaangalia zaidi namna ambavyo taaluma hii ya vetenari imekuwa na mchango mkubwa sana katika kuyatambua na kukabiliana na magonjwa ya milipuko ambayo kwa mara nyingi yamekuwa na athari kubwa kiuchumi na kijamii, uh, kwenye maisha ya kawaida ya ya, ya binadamu. Ulimwengu sasa unaelekea ama unapigia chapuo ule mpango ambao unaitwa one approach. Tuseme kwa uchache tu, magonjwa yote kama yalivyo ya ni eidha yanasababishwa na virusi au yanaweza yakawa yanasababishwa na bakteria na fangasi, na yamekuwa yakisambaa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu hususan yale magonjwa ya mlipuko, na hata ta, tafiti zinaonyesha kwamba takriban asilimia sabini na tano ya magonjwa yote ya mlipuko yana asili yake ni kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Labda tukirudi tuangalie kidogo historia ya dunia, namna ambavyo imekuwa ikikabiliana na milipuko hii mikubwa kabisa ambayo imekuwa ikitokea. Tukirudi nyuma sana kwenye historia takriban miaka ya elfu moja mia tatu huko, ukiangalia kwenye historia miaka elfu moja mia tatu mpaka elfu moja mia tatu na hamsini utakuta dunia ilishawahi kupata pigo kubwa sana la ugonjwa maarufu ulikuwa ukiitwa ugonjwa wa tauni, au kwa kizungu, kwa kimombo unaitwa bubonic plague ambayo inakadiriwa kwamba watu takriban milioni ishirini na tano mpaka hamsini barani Ulaya walikufa kutokana na shida hii, lakini pia miaka ya elfu eh, moja mia tisa na kumi na nane, kulitokea ugonjwa maarufu sana ukijulikana kama Spanish flu ambao inakadiriwa kwamba iliua takriban watu moja ya tatu ya, ya, ya, ya watu duniani, lakini si hilo tu, ambao chanzo chake huo pia unadhaniwa kwamba ulitokana na Uh, ma, mafua ambayo ni asili yake ni kuu kwa ambao wakufugwa, lakini katika karne ya ishirini tumeshuhudia ugonjwa kama hizi HIV AIDS ambao na wenyewe umeendelea kusumbua. Uh, hivi karibuni tumekumbana na changamoto ya ugonjwa kama COVID-19 na magonjwa mengine kama Ebola, vilevile tumezungumzia magonjwa kama Marburg, hapa Tanzania ulitokea na nchi zingine pia, lakini ukiangalia uh, ni kwamba taaluma ya vetenari huioni ki, kizungumzwa sana katikati ya matukio haya yote. Utaona dunia imekuwa ikiangalia zaidi kupambana na ma, na matokeo, lakini haiangalii sana a, kwenye chanzo, ambapo nadhani kama taaluma hii ya vetenari ingekuwa inaangaliwa kwa karibu zaidi, kupewa e, usaidizi ule unaotakikana, kungekuwa na kukabiliana chanya zaidi kwa haya magonjwa kuliko ilivyo sasa, japo juhudi zipo ambazo zinaendelea za kusaidia katika kukabiliana na magonjwa haya, ili kupunguza athari zake ambazo ni kama vile vifo ambavyo tumeshuhudia wote, vimekuwa yamesababisha vifo vingi, lakini pia kiuchumi na kijamii tumeona athari za magonjwa kama ilivyotokea, ambayo tunaweza tukasema tuna kumbukumbu nayo ya karibuni kabisa kama Covid 19 ambapo mifumo yetu ya afya tuliona ililemewa sana, lakini pia kusimama kabisa kwa uchumi wa dunia. Kwa hiyo juhudi kama hizi zikiendelea na zikiongezeka kwa ukubwa zaidi, kwa kupata majengo vitendea kazi zaidi na wataalamu wao kujengewa uwezo wa kutosha, naamini kabisa uh, tutakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuweza kukabiliana na magonjwa haya ili tu, tu, tu, tupate mazao yaliyo bora na salama, na ambayo yanaweza yakafanyika, uh, yakatumika katika biashara za mifugo au za maz wanyama na mazao ya wanyama, basi taaluma hii ni muhimu sana, na kama tunavyofahamu sote kwamba mazao ya mifugo kama nyama, maziwa na eh, mayai ni muhimu sana katika afya za binadamu, ili watu wasipate maradhi, ili watu wawe na siha iliyo njema zaidi, ni vizuri wakapata kutumia mazao hayo. Magonjwa haya yote ya milipuko inahusishwa na pengine mwanadamu kutagusana na wanyama ama kula chakula ambacho kinahusishwa na wanyama. Sijui shida iko wapi, kwamba saa hii bidhaa za chakula ambazo zinatokana na wanyama ndio zinaonekana kuwa na hatari zaidi? Hapana, si kwamba kwa sasa bidhaa zinazotokana na wanyama zinakuwa na hatari zaidi, isipokuwa tu ni kwamba ili hizi bidhaa zote ziweze kutumika na wanadamu, kuna hatua au majukumu kadhaa ambayo wanataaluma wa vetenari huwa wanafanya ili tupate ma, mazao ambayo yanaaminika na yana ya ubora unaotakikana kwao. Uh, mazao ya mifugo au mifugo yenyewe au wanyama wowote ili wafanyiwe biashara, ni sharti uh, wataalamu hawa wa vetenari Uh, watoe ithibati kwamba uh, kulingana na hiyo hizo kaguzi zinazofanyika na taarifa zote walizokusanya, basi wanatoa idhini kwamba mnyama huyu anaweza akafanyiwa biashara ndani au anaweza akafanya biashara na mataifa mengine ambayo mara nyingi mataifa yamekuwa yakitizamana. Tunafanyaje ili kuvunja ama kuangusha ukuta ambapo upo kati ya taaluma ya matibabu ya binadamu na sasa taaluma ya kivitinari? Kwa sababu tumeona kwamba hawa wataalamu wote wawili wanahitajiana kila mmoja, lakini ni kama kwamba kuna ukuta katikati. Sasa kwa kuliona hilo, dunia imekuja na ile inaitwa afya moja au One Health concept ambapo uh, wataalamu wa afya ya wanyama, wataalamu wa afya ya binadamu lakini pia na wana mazingira wote kwa pamoja uh, tunaunganishwa na mashirika yetu manne ya kidunia yale, kwa maana ya World Organization for Animal Health na hii, la, la, la, la, la, la mazingira wote kwa, kwa pamoja wamekuja na hiyo uh, uh, na hiyo na concept ambayo inaitwa One Health. Sasa kwa nyakati hizi ndio tumeanza kufanya kazi kwa pamoja ili kwenda vizuri zaidi. Tumekuwa kila mmoja pamoja na kwamba kila mmoja ana mfumo wake wa ufuatiliaji wa magonjwa, lakini kwa namna moja au nyingine ile mifumo imeunganishwa na katika kuunganisha ile mifumo basi zile taarifa ambazo zinatuhusu wote, kwa mfano eh, magonjwa yale yanayohusu wanyama na binadamu ambayo yametambuliwa upande mmoja yanaingizwa kwenye mfumo, basi wale wa upande, kwa mfano sisi wa vetenari tukiona, tukiweka kwenye mfumo wetu, kadhalika wale wa afya ya binadamu wanaona kwamba kuna eneo fulani kuko na shida hii na hii, wanaweza wakaongeza nguvu kwenye eneo lile ili kukabiliana na hilo. Lakini sio hapo tu, pia tumekuwa na mashirikiano makubwa sana kwenye maeneo ya tunaita uh, matumizi haya ya antibiotiki, kwa sababu matumizi ya antibiotiki yanavyokuwa makubwa kwa wanyama yanasababisha usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa za jamii ya antibiotiki, na kwa hali hiyo tunajaribu kushirikiana kusaidia kwa pamoja kuelimisha jamii namna bora ya matumizi ya dawa hizi za antibayotiki. Tunahimiza zaidi matumizi ya chanjo ili kupunguza matumizi ya antibayotiki, ili kupunguza, tukipunguza matumizi ya antibayotiki, maana yake ni kwamba tutaongeza ufanisi wa dawa za antibayotiki kwa binadamu, kadhalika kwa wanyama. Kufikia hapo, tunahitimisha makala ya Siha Njema kwa kauli kuwa mpango wa One Health approach unaonadiwa kwa sasa kwa mataifa ya ulimwengu unahimiza kuipa kipaumbele afya ya wanyama ili kuchangia siha njema, usalama wa chakula na maendeleo endelevu. Mimi ni Carol Korir, hadi wakati mwingine, kwa heri.